Ulishawahi kuona mtu ambaye hasherehekei birthday yake? Yaani, wakati wengine wanaandaa party, wanapiga picha, wanakata keki kwa furaha, yeye siku hiyo iko kama siku nyingine tu. Hakuna maputo, yaani balloons, wala hakuna status ya aina yoyote, wala hakuna makelele ya happy birthday to you. Una makelele ya aina hiyo wengine huzani, uh, huyu mtu ni mwenye huzuni, lakini mara nyingi ndani yake kuna sababu kubwa na tabia za ajabu ambazo watu wa kawaida hawana. Leo hebu tuchambue tabia za watu wasiopenda kusherehekea birthday zao. Je, wakoje? Wana tabia gani? Let's go. Tabia ya kwanza, wanaamini furaha ya kweli siyo sherehe. Watu hawa wanaamini furaha si lazima ionekane kwa kelele. Wao furaha ni amani ya ndani, si keki au zawadi. Wanajua unaweza kusherehekea sana, lakini bado ndani yako ukawa huna amani. Hivyo wanachagua kutulia, kutafakari kuliko kushangilia. Tabia yao ya pili, ni watu waliokomaa kiakili. Kwa birthday si tukio tu bali ni ukumbusho wa muda unaopita. Yaani, wanaiona kama siku ya kujitazama. Huwa wanajiuliza, je, nimebadilika kiasi gani? Nimefanya nini mwaka uliopita? Huwa hawapendi kelele, wanapenda sana kutafakari, wanapenda sana kujilinganisha, mwaka uliopita walifanya nini na mwaka huu umefanya nini. Kwa hiyo wanatumia birthday yao kama kigezo kuwa wamekamilisha mwaka fulani hivyo badala ya kupanga pati basi wanapanga hatua mpya za maisha. Tabia yao ya tatu, wanapenda utulivu kuliko kuonekanwa. Watu hawa ni watu ambao wasiofurahia kelele za, wanaweza kupokea meseji chache, lakini kwao hizo zinatosha. Wanapenda siku yao ipite kinyakinya, tena kwa amani. kwao amani na utulivu wa akili ni zawadi bora kuliko zawadi ya kwenye boksi. Tabia yao ya nne, wengine wana historia au maumivu fulani. Wengine hawasherekei si kwa sababu hawataki, a a, bali kwa sababu wameshazoea maumivu. Yaani, kuna maumivu walipitia, labda walikuwa wakisahaulika kila mwaka, au walisherekea siku moja ikawa ya huzuni, yaani wakati anasherehekea birthday hapo hapo akapata taarifa ya msiba, au siku hiyo hiyo siku ya birthday yake ndio siku ambayo aliachwa. Kwa hiyo wao, birthday haipo tena kama furaha, bali umebeba kumbukumbu. Ndio maana wengine huamua, sitasherehekea tena birthday yangu, nitaitazama tu kama siku ya kawaida. Tabia yao ya tano, hawategemei watu kwa furaha yao Watu hawa hawangoji mtu awakumbuke ili wajisikie vizuri. Wanafurahia kimya kimya, wanaweza kujiandikia barua au kukaa kimya tu wakiwa wanamshukuru Mungu. Kwao furaha ni jukumu binafsi, si zawadi kutoka kwa mtu mwingine. Wanajifunza kutokutegemea watu wengine. Kwa hiyo ukiona mtu hasherekee birthday yake, usimwone kama hana furaha. Mara nyingi yeye ana furaha ya aina nyingine, utulivu wa ndani isiyohitaji macho ya watu. Wamejifunza kwamba si lazima uweke balloons, yaani maputo yale, ili ujue maisha yako yana maana. Mwisho wa siku, sio kila anasherekea ana furaha na sio kila asiyosherekea ana huzuni. Wengine wameshachagua furaha ya ndani ambayo haijawahi kuhitaji helele. Kama huja subscribe tafadhali, bonyeza alama nyekundu hapo chini iliandikwa subscribe. Like video hii ili upate video nyingine kama hizi, share video hii and bye bye.